Usisahau kusubscribe kucoment kulike na kushere ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Media. Ndugu zangu, pamoja na kusema hayo, ninafahamu kuwa kati ya vijiji kumi na nne vilivyozungukwa na bwawa la nyumba ya Mungu, ni vijiji vinne tu vilivyounganishwa au vilivyounganishwa maji hadi sasa. Ni kutake waziri wa maji kuhakikisha kuwa vijiji vingine kumi vilivyosalia vinaingizwa kwenye mpango wa kuunganishwa maji tena kwa haraka. Hawa wanaozungukwa na bwawa la nyumba ya Mungu ni wadau muhimu sana kwa mradi huu, ni wadau ambao tunawategemea kutulindia chanzo kile. Sasa kama maji yanawapita hawanayo, moyo wa kulinda kile chanzo hautokuwepo. Niombe sana wapatiwe maji kwa haraka, ili waendelee kulinda chanzo kile cha maji. Ndugu zangu, baada ya kukamilika awamu ya kwanza ya mradi huu, tayari tumeshaanza kuona matokeo chanya kwamba uwezo wa kuzalisha maji uh, umepanda kutoka lita milioni 3.7 na sasa mradi unazalisha lita milioni 6 kwa siku, na hivyo kutosheleza mahitaji ya mji huu. Mradi huu umeongeza uwezo wa kufikia wananchi kutoka 50,615 hadi wananchi laki tatu sasa watafaidika na mradi huu kwenye vijiji thelathini na nane za Same Mwanga, lakini na kule Korogwe, huduma ya maji iliyokuwa inapatikana kwa masaa machache, kwa sasa maji yanapatikana kwa masaa ishirini na nne kila siku. Hiyo ndo taarifa nilionayo, wana, wana Mwanga na Same, na kama ni uongo mtakuja kuniambia nijue vya kushughulika na waziri, lakini taarifa nilionayo mnapata maji masaa ishirini na nne. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.